Kwa wakati mwingine ambao Bwana ametujalia kujifunza neno la Mungu, nataka tuangalie. Nimekuwepo nikielezea kwa habari ya kanisa la Kristo na kanisa ambalo si la Kristo, likitofautishwa na jambo hili moja kwamba kanisa la Kristo linaenda na ufunuo kutoka kwa Mungu, lakini kanisa la wanadamu linaenda na mapokeo ya wanadamu, mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu yote ambayo hayatokani na Mungu. Sasa nikakueleza, tukaanza kujifunza kwa habari makanisa saba, kwa maana ya kanisa la Kristo katika nyakati saba, na hapa tumekwisha kufikia sasa katika kanisa la saba. Tukaona ya kwamba ni vuguvugu. Inaweza ukajiuliza yapo makanisa mengine ambayo tunayaona, kwa sababu tulipoangalia makanisa haya saba, tumeangalia kanisa la kwanza ambalo baadaye likaja kukengeuka na likazaliwa kanisa linaloitwa Katoliki lakini vile vile Bwana akalionya na hata akafikia mahali kulitapika. Likazaliwa tena kanisa linaloitwa kanisa la Waruteli, kanisa linalotokana na Martin Luther, lakini vile vile tena lenyewe likaenda, lakini halikuwa kamilifu. Bwana akali akaliacha, akaleta tena kanisa lingine kwa mjumbe mwingine John Wesley wa Methodist. Hao walimpendeza Bwana sana lakini baada ya hapo wakaja walokole au wapentekoste kwa ujumbe wa William Seymour. Hawa ndiyo tunaweza tukasema ya kwamba ni mainstream churches of Christ, lakini yako madhehebu mengine ambayo hatujaweza kuyataja, kama Mennonite, kama Moroviani, madhehebu mengine kama Baptisti madhehebu mengine mengi ambayo tunayajua, lakini mimi sikuweza kuyataja katika haya ambayo tumeweza kuyaona makanisa saba. Nikwambie tu jambo moja, mengine yamechipukia kutokana na ujumbe wa kizazi fulani, kama Moravian, ambayo ilitokana na ujumbe wa John Huss. Huyu alihubiri kabla tu, kipindi kifupi, kabla ya Martin Luther. Na Martin Luther alichagizwa sana na ujumbe wa huyu John Huss, lakini vile vile lilikuwepo dhehebu lingine kama Mennonite. Hili lilitoka baada ya vuguvugu la Protestant. Ilikaa mbali kabisa na Waprotestanti, lakini vile vile na Katoliki, likipinga mafundisho ya Wakatoliki sawasawa na Protestanti, lakini kuna vitu ambavyo wao waliviona kwa Protestant na kuvikataa, nao wakajitenga. Kwa hiyo wako wengi ambao wametokana ni hizi jumbe au ufunuo ambao Mungu alioleta, lakini wajumbe wake, kuna mapungufu ambayo wengine waliendelea kuyafanya kama Martin Luther, ya ubatizo wa watoto wachanga. Hata hawa Mennonite wakakataa kabisa na kusema hatuwezi kufanya jambo hili, ambalo hata leo hii unaweza kuona Waluteli wanaendelea kulitenda, ni makosa. Lakini sasa leo hii tuko mahali ambako katika kanisa la saba na ujumbe ambao Bwana ameenda kuwaonya watu ambao ni walokole au wapendekoste kuanzia kitabu cha Ufunuo sura ya tatu mstari wa kumi na nne Sasa vipi kuhusiana na madhehebu mengine? Yapo kama jinsi nilivyokwambia, yamezaliwa mengi sana, yamezaliwa kutokana na ujumbe huu wa William Seymour. Makanisa ya kilokole ni madhehebu mengi maanake, madhehebu haya yote ukiyajumlisha ambayo yapo leo hii tunapata jumla ya ya ya Wakristo waliopo leo hii na ni madhehebu madhehebu mengi mno. Maelfu ya madhehebu yaliopo duniani ya Wakristo. Sasa kanisa la Kristo ni lipi? Kama umeweza kuelewa jinsi gani ambavyo kanisa la Kristo linavyoenenda, kanisa la Kristo sio sira, kama maandiko yanavyotuonya lina kawaida ya kutembea, maanake ni ufunuo unaotoka kwa Mungu baada ya kuwa kanisa limevamiwa na uongo na ndipo funo ule kila mtu anayeuamini ameenda katika kanisa la Kristo. Kwa hiyo kanisa la Kristo likuwepo la mitume, likaja kanisa la Kristo la Martin Luther, likaja kanisa la Kristo la John Wesley ambayo ilikuwa ni Wamethodisti, likaja kanisa la Kristo la Pentecost ambao waliopo, ambao sasa na Kristo amekwisha kuwaonya ya kwamba ni vuguvugu, tena yu karibu kuwatapika ikiwa hawatatubu, manake tunaenda katika kanisa lingine ambalo sasa ni la ukamilifu. Kwa watu ambao wametoka katika uvuguvugu wa mafundisho ya uongo mengi, lakini pia ya matendo yao ambayo si thabiti mbele za Mungu, si uaminifu, si kweli na wala si amina, wakapate kuwa amina na kweli na kuwa waaminifu. Hilo ndo kanisa ambalo sasa Kristo anaenda kulitengeneza, na huko ndiko kurudi kwake mara ya pili. Kwa hiyo Bwana Mungu kama jinsi ambavyo ametueleza katika kitabu cha Sefania Tukienda kusoma katika kitabu cha Sefania sura ya kwanza mstari wa 12 anasema ya kwamba kisha itakuwa wakati ule, nitauchunguza Yerusalemu kwa taa, nami nitawadhibu watu walioganda juu ya sira zao, wasemao katika mioyo yao, Bwana hata tenda mema wala hata tenda mabaya. Hili neno ambalo nimekwisha kulielezea katika somo lililopita kuhusiana na sira ni nini na watu hao ambao Bwana alitaka kwenda kuadhibu ni watu wa namna gani Maanake ndo kila ambacho Bwana ataenda kukitenda katika wakati huu, kuadhibu watu, kuadhibu wa Kristo walioganda katika sira zao, kwa maana madhehebu ambao hawataki kwenenda naye au kutembea naye. Kanisa la Kristo linatembea, kanisa la Kristo halijaganda kama sira, halijaganda mahali fulani na kusema ya kwamba sisi ni kanisa fulani, linaitwa fulani, miaka nenda rudi lingeweza kuwa ni kanisa la wakati wote endapo kama halitakosea. Lakini kwa bahati mbaya, tangu lianze kanisa la Kristo au injili ya Kristo au injili ya Mungu, hakuja kuwepo na kanisa ambalo limedumu katika neno la Mungu na kuendelea na ufunuo wa Mungu. Badala yake, Mungu amekuwa wa akiwaita watu watoke katika hayo na kwenda mahali pengine ambako Bwana anaenda kutengeneza upya na kuanza upya, na ndio maana kwa nini unaweza kaliona kanisa la Kristo namna hii katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14. Nisome mstari wa kwanza na ule wa 4. Atasema kwamba kisha nikaona na tazama, huyo mwana kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni na watu 140 na elfu pamoja naye wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Hapa aliona watu 144,000, lakini mstari wa 4 anasema ya kwamba hawa ndio wasiotiwa unajis pamoja na wanawake, kwa maana ni bikra. hawa ndio mfuatao mwana kondoo kila aendako. Tabia ya hawa 144,000 wana tabia kumfuata mwanakondoo kila mahali aendako. Mwanakondoo ni neno la Mungu, wanaofuata ufunuo wa Mungu kila wakati unapokuja. Hawajawahi kusema kwamba sisi ni matajiri tumetajirika na wala hatuna haja ya kitu kingine. Sio watu wa kujivunia madhehebu hao, na wamechaguliwa kutoka katika miongoni mwa watu wengi, mwa wakristo wengi wapate kuliamini neno la Kristo katika nyakati za mwisho ambao utakuwa ni funuo katika siku za mwisho kabla ya tukio ambalo Bwana amekwisha kuliahidi la kuwatoa watu wake na kwenda nao. Sasa kama umeganda katika sira yako katika dhehebu lako na kujiona kwamba we ni tajiri, huna haja ya kuongezewa kitu kingine, basi usijokadhani ya kwamba hilo linampendeza Kristo. Ni machukizo, kwa sababu Kristo amekwisha kusema ni taadhibu watu walioganda juu ya sila zao, ambao lazima tutakuwa nasema moyoni mwako kwamba sina haja ya kitu kingine, Bwana hatatenda baya wala zuri, ninachokisubiri mimi ni kuingia tu katika unyakuo. Jambo hili Bwana anasema ya kwamba isikilize sauti yangu, ili apate kuingia katika dhehebu lako, na kama si katika dhehebu lako, basi yeye aingie ndani yako. Ale pamoja na wewe, na wewe pamoja naye we. Karibu wakati mwingine.